wakisema hawaamini hawaamini hawaamini macho yao, kitu ambacho kimetokea tika dimba Benjamin Mkapa. Timu ya Chapesa Media tuko hapa Rupaso, tukikupa zote za kimichezo ambazo zinaanza kutokea hapa Benjamin Mkapa. Mchezo mpira umemalizika, Simba Sports Club akibuka na ushindi wa penati baada ya kutoka sare ya mbili mbili kule ugenini. So, Simba akipata magoli mawili, lakini leo amepata magoli mawili. Mechi ilikuwa dume kabisa, Simba wamefuzu kwenda nusu fainali la Shirikisho banaafrika, wakisema hawaamini awa, hawaamini hawaamini macho yao. No, kauli yao bora kabisa hapa Rupaso. Uh, nashukuru sana kwa kufuzu twanga swali yeah. Twanga swali muda huu lazima tuao, baba, furaha imezidi. Hatujawahi kufuzu toka nazaliwa mimi, sija kusikia. Leo ndo mara ya kwanza mnyama anafuzu. Pinipini Kamara anatubebalaume Walikuwa wamebana, walikuwa wanataka kubana, wameatia na kusikia, pumzi zilikuwa zinapanda, pumzi zilikuwa zinashuka, Waarabu wa tujambisa kule kwao sasa leo wameingia kwenye mfumo wa vingwengu leo, hiyo Simba mnyama baba, kwa Mkapa atoka mtu

sana Bwana Mpanzu, Bwana mwandishi, n mechi kurudiwa. Neno moja tu. <coughs> <coughs>